Ninafurahi kuwepo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa bana niko nyumbani haleluya. Ah, ninamshukuru Mungu tena aliye mkuu sana, mwenye aliziumba mbingu na nchi, Mungu wa baba yangu chazi. Ah, kwa sasa tuko Bukoba ndiko tuliko. Siku Baba ananituma kwenda Bukoba Nilitoka hapa nikiwa naendesha bodaboda boda, na wiki hiyo kazi hiyo, wiki yote iliisha bila kukanyaga hapa kanisa. Sasa siku baba ananiita akanituma niende Bukoba. Nilienda ninawaza ninaanzia wapi, ninakwenda wapi, lakini wakati nimelala usiku, natafakari kile ninaanzia wapi? naenda wapi? Nikakumbuka baba huwa anatusisitiza kila siku maombi, yani kila ameongea hapa, mimi nilikuwa natokea binafsi, kwa sababu ndicho kimenisaidia. Sikuwa na mwanzo wowote, wiki nzima sijaganyani kanisani wala sijapiga goti kumwambia Yesu, hasa Mungu akanisaidia wakati niko pale na waza, nikakumbuka maombi, nikaenda nikapiga magoti, nikamwambia Mungu sijui ni watu nitaanzia na ni wapi nitaelekea. Kwa kweli, Mungu wa baba yangu ni mkuu sana, amenisaidia lakini nakumbuka vile baba yangu alivyo, yani ndiyo imekuwa taa yangu ya ya kutazamia. Na pale ambapo huwa nikizungumza na baba sasa, ndipo mwendo unakaza. Hata kama nilisikia kidogo kupungukiwa, nimekutana na pepo amenishangani, baba ananikazia

nini nikaomba, hakika watu wanafunguliwa meufeni, watu wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja mali nilipo, wananitafuta, wengine wanapiga simu, wanasema tuna safiri, tunakuja. Nasema mimi ni nani? Ni kwa sababu baba yangu ananiombea. Nini pala ambapo nilishindwa zaidi nilisema, Mungu si mtumishi wako na mtumia na ndiye aliyenituma mimi, simama upande wangu, hakika nimeiona njia. Bwana Yesu asikue saa, wafungwa wanafunguliwa, wagonjwa wanapona, na viwete watatembea

Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Na Mungu ni mwema kupitia Baba, leo tunakutana na watu wakubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ajua. <laughs> Kupitia Baba, leo tunakutana na maafisa usalama wa taifa. Na wanatukubali wanatu <laughs> aisei <Amen. laughs>

Mungu wa baba yangu, kwa kweli Mungu anazidi kufanya. Amen. Na kesho atafanya. Amen. Tujapo kesho kutwa tutakuwa zaidi. Amen. Amen. Amen. Amen.